Jinsi ambavyo unaweza ukatrack namba, unaweza ukatrack namba ya mtu so, hey, let's do it. Karibu Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Sasa leo, naomba nikakuelekeze hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukatrack namba, unaweza ukatrack namba ya mtu so, hey, let's do it. Twende ni hatua kwa hatua, nikakuelekeze jinsi ambavyo unaweza ukatrack namba ya mtu ukaona location yake sehemu ambapo yupo. Usilete fujo kwenye mahusiano rafiki yangu, post ita post hili swali nimekuwa nikuulizwa mara kwa mara nawezaje, nawezaje kutrack namba, nawezaje kutrack namba. Kuna rafiki yangu amenitafuta zaidi ya miezi mitano, ana ananiambia nawezaje, kufanyeje kutrack namba mtu, so nikaona bora nifanye hii video ambayo itawanufaisha watu wengi, jinsi ambavyo unaweza ukatrack namba na ukajua mawasiliano ya mtu yani, ukajua location ya mtu yuko sehemu gani? Sasa fatana na mimi jinsi ninavyofanya na wewe fanya hivyo utajua mawasiliano sasa. Uta, utaenda moja kwa moja kujifunza jinsi ambavyo unaweza ukatraki mawasiliano yani, ukatraki mawasiliano ya mtu ukajua yuko sehemu gani. Cha msingi, chukua simu yako. Ukisha chukua simu yako, ingia play store, utaingia play store kama inavyoonekana hivyo. Ukisha ingia play store, utaenda ku search, utakuja hapa baya search, uta search, uta search GPS GPS okay, GPS track, GPS track utaenda GPS track namba ikisha, okay? zikisha kuja hapa, zitakuja nyingi sana. Sasa mimi nakuelekeza ambayo ni special, ambayo haina mambo mengi sana, ambayo inakurahisishia, inaenda fast kabisa. Nitakuelekeza hatua kwa hatua, ambapo unaweza kufanyaje ukaitumia hii. Hapo hapa sasa sisi hii hapa tayari tumesha download, inaitwa GPS location number track utaifungua kama hivi inavyoonekana, kama inavyoonekana hivi, utaifungua ili nikuonyeshe hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukatrack. Hili ni swali ambalo nimekuwa nikiulizwa mwaka kwa mwaka sasa, nitakuelekeza. Itakuwa na itakuwa na matangazo madogo, lakini usijali, matangazo haya tutajaribu kuyaskip hatua kwa hatua, ili mradi tukatengeneze tukafanye kitu ambacho tunakihitaji sisi okay? Sasa, ukishafika hapa itakuambia lugha ambayo unachagua, lugha ambayo unatumia. Kiingereza tabonyeza English, tabonyeza English, alafu tutadani, alafu ukishadani moja, moja kwa moja, kwa moja, tunaenda kwa ya location okay, okay? Hapa itatuletea kama hivi tuta, watakuwa wanakupa maelekezo kwamba unaweza ku share location okay, kwa yani zile na sehemu maalum labda sehemu ya kulala, masoko, sijui vitu gani, ndo kama hivyo pia tutaendelea. Okay. Naweza kabuku kama hivyo, tutaendelea sasa. Utaenda hapa chini kabisa ambapo wamekuambia get start. Ukishaenda get start, itakuelekeza kama hivi, itakuonyesha kama hivi. Umeshaenda get start, itakuonyesha kama hivi. Hapo wanapokuonyesha juu kabisa mwanzo, wamekuambia view friendly location, yani angalia location ya rafiki yako, alafu hii ya pili inasema mobile, inaitwa phone mobile, ya pili kabisa inasema phone number locate. hii ya pili inasema phone number locate. Sasa hii hapa ndio tutaenda kuiangalia zaidi, alafu ya pili. ya tatu inasema street view. ukaona meta. Okay? na sehemu zingine zote kama unavyoona huku chini kuna maizono zono article kuna label location, kuna my friends. Sasa kitu ambacho mimi nahitaji tuende tukakione ni hii hapa ambayo inaitwa phone number locate. Sasa tutabonyeza phone number locate. Ukishabonyeza phone number locate, hapa itakuwa na matangazo kama nilivyokuelekeza, lakini naenda kwa skip ili tuende moja kwa moja. Sasa hii hapa, we hapa wewe ukiingia haitakuletea kama hivi inavyoonekana hapa hapa inavyoonekana kwangu. Mimi kwako itaonekana kabisa kwamba wewe ni umejisajili upya kabisa hapa. Kwa hiyo watakwambia choose country code. utaenda kwenye choose country code kama inavyoonekana hapa, utachagua wewe uko nchi gani? you see, hapa kuna nchi karibia zote nchi zipo karibia zote. Sasa wewe utachagua ni nchi gani ambapo upo sisi tuko Tanzania, kwa hiyo tutachagua Tanzania. Ukichagua Tanzania, na code number za Tanzania zitakuja kama hapo zinavyoonekana. Cha kufanya utaingiza namba ya mtu ambaye unahitaji kujua muda huu yuko wapi. Sasa nitakuelekeza, utabonyeza namba si, ngoja tuweke namba ambao mimi najua huyu mtu, okay. nikishabonyeza namba kama hii hapa hapa Utaenda hapa walipokuambia find location. Utabonyeza find location. Inaanza kutafuta location. Yafanyaje, inaenda kutafuta location ya mtu husika. Kama nilivyokuambia kutakuwa na ads mbalimbali, lakini jaribu kuziskip ili mradi ufanyaje mambo yaendelee, okay? Kama hapa muona hapa tayari inakuwa imesha tengeneza, hapa location tayari inakuwa imetengeneza. You see, yuko Dar es Salaam, kama hizo hapo. Sasa utachokifanya utaenda wapi? Utaenda hapo walipo, walipokuambia direction. Ukishabonyeza direction ndio itakupa anwani kabisa, hali halisi kwamba yuko wapi. Kwanza kabisa itakudirect na Google Map, itakupa direct na Google Map ambayo kama hivi inavyokuonyesha, inakupa direct na kukujuza huyu mtu yuko wapi Ukiangalia huyu mtu yuko sehemu moja ambayo location inaonyesha, alipita Kinyerezi. Alipopita Kinyerezi, Kinyerezi akaenda Kifuru basi stopu. Kwa hiyo huyu yuko Kifuru, kama sio Kifuru yuko karibu na malamba mawili, okay. Na sehemu ambapo yupo utaiona hapa juu kabisa, hapa juu kabisa kwenye baya ya juu hapa utaona kabisa, hii hapa imeandikwa Deogratius Ted, yuko sehemu ambayo inaitwa Tredi. Sasa utakachofanya, kama unahitaji umfuate direct pale pale ambapo yupo, utaenda hapa start. Ukienda hapa start, watakutengenezea location ambayo unaweza ukaenda nayo direction, unaweza kuenda nayo sasa. kutoka hapa tulipo mpaka yeye alipo ni kilomita ngapi? kutoka hapa tulipo mpaka yeye alipo ni kilomita, kilomita kumi na tatu, kumi na tatu. Tutatumia usa, tukitumia usafiri wa pikipiki au wa gari tutatumia dakika 35 mpaka kumfikia sehemu ya so. Hii inaweza ikaleta ugomvi, kwa sababu kama uliahidiana na mtu fulani atakuwa same fulani, alafu calculate namba ukaikuta yuko same fulani, unaweza ukareact ukaleta mambo mengine meusi. Kwa hiyo jitahidi sana usifanye hicho kitu rafiki. Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yaani tunasema tech in Swahili. Kama umejifunza kitu, hebu shusha comment yako hapo chini ili kila mtu ajifunze kutoka kwako. Till next time.